Sawa, nachukua fursa hii ili kuweza kuwakaribisha katika nafasi hii ili tuweze kumsikia Mwenyezi Mungu kupitia kwa mwenaji wetu ambaye ni Pastor Mwashigadi. kwa majina yangu ni Kevin Kipchirchir. Ningependa ili tupate ombi ili nimkaribishe mchungaji. Tunapata ombi. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo umeweza kutupa fursa hii mwafaka, ambayo umesema wakati ni sasa, na kama vijana Mwenyezi Mungu tuwasema pia wakati ni sasa, tuko tayari kutumika mwenyezi Mungu, tuko tayari kuongoa nyoyo, na tunapoenda kusikia mnenaji wetu Pasta Mwashigadi anapoleta injili hii na kutunenea kama vijana, mwenyezi Mungu, nyoyo yetu hii tayari kuipokea. Tubariki na utuongoze na utupe usikivu mwema kwa wakati huu, tuomba ya tukiamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu, amen. Karibu sana mchungaji, asante. Nashukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutuajalia nayo. Nawakaribisha sana watazamaji katika kipindi hiki ambapo tunafikia vijana na neno la Mwenyezi Mungu. Nashukuru kwa ajili ya neema na rehema zake Mwenyezi Mungu ambazo zimekuwa nyingi sana katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo jina la Mungu likaweze kutukuzwa katika maisha yetu sote. Ningependa tukaweze kusikiza, tukaweze kumsikiza Mwenyezi Mungu akizungumza nasi katika siku hii ya leo. Sijui kijana unafahamu thamani yako? Thamani yako iko vipi? Unajithamini kiasi gani? Unafahamu unathamani kuu kiasi gani mbele za Mwenyezi Mungu na katika ulimwengu huu, na zawadi ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia maisha kuna mchezaji mmoja ambaye alikosa kuweza kufahamu thamani yake katika timu yake. Mwaka ni mnamo elfu mbili na kumi na nane katika kombe la dunia ambalo lilikuwa Rusia, na mchezaji huyu kwa majina anaitwa Nikola Kalinik ambaye alichezea timu ya Croatia alikuwa ni mshambulizi nyota katika timu hii, na mnamo siku hii walikuwa wanacheza na Nigeria katika nafasi ya makundi. Na walipokuwa akiweza kucheza, alidhani atapewa nafasi ya kwanza akaweze kucheza, kwa sababu alikuwa ni mshambulizi nyota aliyetegemewa sana. Kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya hakupata nafasi mpaka dakika tisaini zikapita. Wakati palipokuwa na dakika za nyongeza, ndio kocha wake akamwambia sasa ni wakati ukaweze kuingia ukaweze kuokoa jahazi. Mchezaji yule alikataa, na alipokataa wakangoja mechi ikaisha. Mechi hiyo Croatia walifunga Nigeria bao mbili bila lakini kocha alikasirika sana na hatua ya mchezaji huyu, akamwagiza, akamwadhibu na akamwagiza arudi nyumbani. Mchezaji huyu alifurahia sana, akasema, tungefika mbali, mungenikubali nikaweza kuwa mchezaji ambaye nitakuwa ninaanza na mechi pamoja nasi, lakini kwa sababu mmenidharau, ninaenda nyumbani nitaenda kukaa nikaweze kuangalia vile hii timu itaweza kuanguka. Yule mchezaji alitoka akapanda ndege akaelekea nyumbani. Akiwa kule, alichukua picha akiweza kuziweka katika mitandao, akisherehekea sana ya kwamba anangoja vile timu yake itadharauliwa na itaweza kushindwa kwa sababu wamekosa kumthamini yeye na kumweka katika nafasi ambayo alikuwa anastahili. Kwa bahati nzuri, ile timu iliweza kufanikiwa katika mchujo na ikaweza kuingia katika hatua iliyofuata mbele, pale wakashinda. Walipoingia katika robo fainali, rais wa nchi ya Croatia wakati ule ambayo alikuwa ni dada mrembo sana aliweza kupanda ndege na akaja Russia. Kila walipofunga mabao, kamera zilikuwa zinaelekezwa kwa rais, vile anavyosherehekea na timu yake. Wakashinda kota fainali, wakaingia uh, nusu fainali, wakashinda, hatimaye wakaingia katika fainali. Wakiwa katika fainali, sauti za mchezaji wetu zilikuwa zimeweza kufa, maanake hakufikiria kama watafika pale mchezaji huyu aliweza kuangalia timu yake akiwa nyumbani wakiingia fainali japo walifungwa bao nne kwa mbili lakini walipokuwa wakija hawakujua hawa kama watafikia kiwango kile ambacho walichofikia na kwa sababu hiyo hawakuonekana kama watu ambao wameweza kuanguka waliweza kurudi nyumbani na ushindi. Kwa wale mlioshuhudia sherehe zao, rais yule mama alikuwa anawapeleka katika basi, wachezaji wakiwa pale juu wakiweza kushangilia. Yule mchezaji alikosa kujua thamani yake ilikuwa katika ile timu aliyokuwa akichezea, na iwapo kama angekubali kuadhibiwa kwa, kwa muda kidogo, ili ya kwamba akaweze kuregeshwa tena katika timu, angeweza kuwa pamoja na wale wengine wakiweza kuinua lile kombe. Lakini alikosa nafasi hiyo, kwa sababu alikosa kuweza kufahamu thamani yake ilikuwa wapi. Sijui kijana, unafahamu thamani yako halisi iko wapi? Katika ulimwengu huu kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutengenezwa na vikaonekana vikiwa vya thamani na vikiwa vinapendeza sana. Mojawapo ni tarakilishi. Katika karne ya ishirini, mwanadamu aliweza kutengeneza tarakilishi ikapitia vizazi tofauti tofauti, kutoka wakati tarakilishi ilikuwa ni chombo kikubwa kilichokuwa kinakaa katika room moja, mpaka ikafikia wakati tarakilishi sasa inakaa katika mikononi mwetu, inakaa katika uh, meza zetu, na ni kifaa ambacho kinatawala sehemu kubwa sana katika maisha ya wanadamu. Lakini katika maumbile yote ya mwanadamu, katika vitu vyote ambavyo mwanadamu ameweza kutengeneza haviwezi kufikia hata sehemu kidogo ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuumba. Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu huu na akaweka ndani viumbe vya kila namna na akaweza kutengeneza maumbile ya kila namna katika sehemu zote. Na katika maumbile haya yote, mwanadamu anasimama akiweza kuwa kiumbe cha kipekee ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kuumba, na mtunga Zaburi ana, anatambua hili akisema ya kwamba mwanadamu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu sana. Na kwa sababu ya maumbile hayo, unatamani unata, unahitaji ukaweze kujua thamani yako. Mwenyezi Mungu akashuka katika ulimwengu huu, akatengeneza mazingira safi ili akaweze kumuumba mwanadamu, na baada ya kukamilisha kuweza kumuumba kukuumba kila kitu akaweza kumuumba mwanadamu kupitia katika mikononi mwake kupitia katika mikono yake Mwenyezi Mungu akaweza kumuumba mwanadamu katika ubora wake wote. Wakati mwingine tunafikiria kuna viungo fulani katika mwili ambavyo Mwenyezi Mungu hakuumba. Ningependa ukaweza kufahamu kijana, leo hii ya kwamba kila kiungo ambacho kiko katika mwili wako Mwenyezi Mungu aliweza kukiumba katika mkononi mwake na akashuka chini akakupulizia pumzi ya uhai ili ukaweza kuwa nafsi hai. Iwapo kama utaweza kuthamini maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia, utakuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kuishi katika ulimwengu huu. Utafurahia maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukutengenezea. Wakati ni sasa ukaweze kufurahia maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia. Ningependa kijana ukaweza kutafuta nafasi na ukaweza kwenda hospitalini, ukaweza kuona jinsi watu wanatumia fedha nyingi kurudi katika maisha ama kuweza kurejesha afya zao wakaweze kuishi maisha ambayo ni bora zaidi. Kuna wakati wana wa Israeli walikosa kutambua thamani yao, walikosa kutambua umuhimu wa maisha na umuhimu wa maagizo ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuwapatia, na wakapuuzia maagizo yake yote. Mwenyezi Mungu akatamani wakaweze kutambua jinsi walivyo bure, lakini vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuwathamini katika hiyo. Kwa sababu dhambi ilipoingia imeweza kuingiza uozo katika maisha yetu kiasi ya kwamba hatuwezi kupendezeka kabisa, lakini Mwenyezi Mungu katika uovu wetu bado anatupenda tena sana. Mwenyezi Mungu akamchukua Hosea, soma katika kitabu cha Hosea moja tatu mstari wa kwanza hadi wa tano. Mwenyezi Mungu anamwagiza Hosea akaweze kumwonyesha picha halisi ya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliweza kuwaokota na akaweza kuweka taifa bora zaidi ambalo lingeweza kuangaliwa na ulimwengu mzima. Na Mwenyezi Mungu akazungumza naye akisema hivi, Yakobo, Bwana akaniambia, enda enenda tena mpende mwanamke apendaye na rafiki yake naye ni mzinzi, kama vile Bwana awapendavyo wana wa Israeli. Mwenyezi Mungu anamwagiza Hosea, toka sasa nenda sokoni. Hivi ndivyo matukio alivyokuwa halisi, iwapo kama ungeenda kununua mtu tena uweze kumrejesha kwako. Hivi ndivyo ambavyo soko lilikuwa linaweza kuongozwa. Kulikuwa na soko ambayo watu, wanadamu watu wangeweza kupelekwa na wakaenda kuuzwa, wakati ule ambapo Uh, wanadamu walikuwa wanaweza kuuzwa. Na dada huyu ali, alitoka kwa Hosea akaenda akatandika maisha yake vizuri kabisa, ikafikia ni wakati ameweza kukosa thamani kabisa, akapelekwa sokoni. Kawaida mtu angepelekwa sokoni akaweza kuwekewa thamani yake na akanunuliwa na biashara hiyo ikaweza kukamilika, lakini kwake Hosea, anapata habari hii wakati amekosa mnunuzi, amesimamishwa sokoni, akasema dola milioni moja, dola kiwango fulani, akaweza kutoa viwango vyote hivyo na akakosa mtu kabisa wa kuweza kununua. Alafu Mwenyezi Mungu akamwagiza akaweze kwenda na alipofika, akaweza kwenda na akamnunua kwa gharama ya mwanamwali. Kumbuka, huyu ni dada ambaye ameenda akaingia katika ukahaba, na katika hali yote ile, anasema hivi katika fungu la la pili uh, uh, aya ya pili ya sura ya tatu ya kitabu cha Hosea. Basi nikajinunulia mwanamke huyo kwa vipande kumi na vitano vya fedha, na homeri moja ya shairi na nusu homeri ya shairi. Hii ni bei ambayo angeweza kununua nayo mwanamwali, lakini alienda na akamchukua goma akamregesha nyumbani kwa gharama ya mwanamwali. Dada ambaye alikuwa ameweza kujitumia, alikuwa ameweza kujaribu katika njia zote hiyo, na Hosea kwa uchungu sana aliweza kurudi akiweza kuona ule mzigo ambao Mwenyezi Mungu ameweza kumtwika, akamwambia kwamba hivi ndivyo ambavyo mlistahili kuweza kuwekewa gharama yenu kama wana wa Israeli, lakini mimi Mwenyezi Mungu nikaamua kuweza kuwapatia nafasi ya kipekee katika himaya yangu na nikawatoa katika watu wengine nikaweza kuwaita ili ya kwamba nikaweze kuwafanya mkaweze kuwa wangu. Alitaka akaweze kuona picha halisi ya ile thamani ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuwapatia katika maisha yao. Jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amewathamini wana wa Israeli, ndivyo anatuthamini pia sisi. Katika siku ya leo angependa tukaweza kujua tukaweza kufahamu thamani katika maisha yetu, na iwapo kama tutaweza kutambua thamani halisi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia katika maisha haya, kijana utafanya maamuzi mazuri sana katika maisha yako. Lakini wakati unapoishi kiholela olela bila kuweza kufahamu umuhimu ama thamani ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kupatia katika maisha yako utafanya maamuzi mengi ambayo mwisho wa siku hayatakuwa yanaweza kukuongoza katika njia ambayo ni ya sawa. Kuna mambo matatu ambayo yataweza kutusaidia iwapo kama tutathamini maisha haya, na tukaweza kuona ya kwamba sisi ni wa muhimu na uumbaji wa Mwenyezi Mungu na uchaguzi wake katika maisha yetu ilivyo wa muhimu. Anavyozungumza nawe siku ya leo itakusaidia kuweza kutambua ama kuweza kukubali maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia, na zaidi kwamba ametuweka sisi wanadamu kama maumbile yake ya muhimu sana katika anga yake. Jambo la pili, itatusaidia kuweza kutambua umuhimu wa kile ambacho Mwenyezi Mungu anatafuta katika maisha yetu zaidi ya kusikiza na kuweza kutafuta kile ambacho watu wengine wanafikiria ama wanataka ikaweze kuwa katika maisha yetu. Sisi kama vijana tunavutiwa sana na jinsi tunavyoona muonekano wa watu wengine wanavyokuwa Waingereza wanaita pia pressure. Unapoona ya kwamba mwingine kutoka katika mtazamo wako anafanikiwa sana, ungependa nawe ukaweze kufanikiwa katika njia ile. Unatamani kuweza kuanza kuigiza, unatamani kuweza kuanza kuigiza baada ya kuweza kuangalia utambulisho wako we binafsi. Una unachukua muda wako mwingi kutaka ukaweze kuonekana kama fulani. Napenda kuweza kukupatia mfano wa dada mmoja ambaye ilifika wakati akatamani watu wakaweze kujua maisha yake halisi aliyokuwa anaishi ni gani. Alionekana kama mwimbaji ambaye alikuwa anapendeza sana. Alikuwa anatoka katika kaunti moja anaenda hadi kaunti nyingine, na shoo ambazo zilikuwa zinamwingizia fedha nzuri kabisa. Watu wakaweza kutamani, kila shirika lilitaka kuweza kuweka jina la huyu dada katika bidhaa zao. Akaangukia shirika moja la mawasiliano katika nchi hii, likaweza kuamua kuweza kufanya tour ambayo inazunguka nchi nzima, ikiweza kwenda wakitangaza bidhaa yao. Na wakati wanapotangaza bidhaa hii, dada huyu akachaguliwa kama yeye ndiye mwimbishaji wa kutangulia katika kuweza kuuza kampuni hii na aliweza kutangulia sana, aliweza kufanya kazi yake vizuri kabisa. Wakatoa kaunti moja wakaenda kaunti nyingine, wakaweza kwenda kaunti nyingine. Anasema ya kwamba wakati huo alikuwa anapata fedha za kutosha kabisa. Ungeona jinsi ambavyo alikuwa anavaa, uh, nywele zake alikuwa anazibandika rangi ambazo zilikuwa ni za kupendeza, rangi za kinamna yake. Vijana wengi tulitamani kuweza kuwa kama yeye nakuta kwamba kila mtu anabadilisha nywele yake kaweze kuwa kama mchezaji huyu. Maanake alipata umaarufu sana, hasa alipopokea contract hii na kampuni hii ya mawasiliano. Lakini siku moja alipotoka kuweza kwenda aa, kusimama katika, katika jukwaa alisimama jukwani, na wakangoja wote wakiweza kuona jinsi atakavyoweza kuperform lakini performance yake siku hiyo haikwenda vizuri, kwa sababu alianguka aa, alianguka katoka katika, katika jukwaa akaokotwa, akapelekwa hospitalini ikamchukua muda mrefu sana wa matibabu. Lakini baada yake kuweza kupona, watu wanangoja akaweze kutoa kibao kipya. Akaweza kutoa kibao ambacho kiliweza kuelezea maisha yake, jinsi ambavyo yamekuwa ni ya uongo jinsi watu wamekuwa wanaweza kumwona ni kama anaendelea vizuri sana, lakini hakuishi sawa sawa na vile ambavyo alikuwa anaweza kutazamiwa. Na kwa sababu hiyo, mwanamuziki huyu akaanza kubadilisha maisha yake, sivyo vile alivyokuwa akiweza kuishi. Sasa tumeingia katika mitego hii, tunaangalia wale wenye umaarufu mkubwa, tukiona ya kwamba hawa ndio tunatakana kuweza kuishi kama wao, lakini maisha wanaoishi ni kwa sababu ya muonekano wao wa nje na ni kwa sababu ya zile biashara ambazo wanazozivutia ndio sababu wanaonekana katika njia hiyo. Lakini maisha yako kama kijana inatakana ukaweza kufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu amekupenda jinsi ulivyo, na changamoto zako jinsi ambavyo unazopitia, angependa ukamkaribisha katika maisha yako, akuonyeshe upekee wako, akuonyeshe thamani yako, akuonyeshe jinsi ambavyo ulivyo muhimu, na leo hii kando na kukubali maisha ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia na ukaweze kung'angana sana kutaka kuweza kujua kwamba we ni umeumbwa kipekee, unaweza pia ukaweza kukubali ya kwamba wewe binafsi Mwenyezi Mungu anakutambua, na si kukutambua tu, anakuelewa na anakufahamu vizuri, na angependa zaidi ya kuweza kukutambua na kuweza kukufahamu vizuri, ukaweze kuacha miigizo yote na ukaweza kusikiza sauti yake ile ya ndani kabisa jinsi atakavyokuongoza na ataweza kukuelekeza katika maisha yako. Haijalishi ulimwengu huu umeweza kukupiga kiasi gani mpaka ukaweza kukata tamaa katika maisha yako, lakini utakapokubali ya kwamba wewe ni mtu wa kipekee, Mwenyezi Mungu ataweza kujitukuza katika maisha yako. Jambo la tatu, utakapotambua ya kwamba wewe ni wa muhimu, wewe ni wa maana, itakusaidia kuweza kutekeleza mambo matatu ya kipekee katika maisha yako. Afya yako ya kiakili utaweza kuitunza, afya yako ya kimwili utaweza kuitunza, na afya yako ya kiroho utaweza kuitunza. Mambo haya matatu ninayafananisha kama lile jiko la enzi za kale, ambayo ilikuwa inatumia mawe matatu, ndipo sasa sufuria ikaweza kukaa pale juu. Bila mawe hayo matatu ile sufuria haiwezi kubalance juu ya moto, lakini yanapokaa yameweza kuwekewa sawia, unakuta ya kwamba uh, chochote unachotaka kuweza kukifanya pale kinaweza kufanyika vizuri. Maisha ya mwanadamu ni ya kipekee, yamegawanywa katika hali hizo tatu, ya kwamba kuna mafikira, kuna mawazo ambayo wakati mwingi maandiko matakatifu yataweza kuita moyo Naposikia mwandishi wa Biblia akiweza kutamka akiweza kusema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ambavyo navyovilinda, anamaanisha mafikira yako. Maana yake hapo ndio palipo na chemichemi chemi ya maamuzi yote ambayo utakayofanya katika maisha yako. Zaidi maisha yako ya kimwili, natakana kuweza kuyachunga katika njia ya kipekee, na zaidi afya yako a, ya kiroho ni ya muhimu sana, kwa sababu katika maisha haya kuna sehemu hizi mbili ambazo tumeweza kuzitamka ni za kipekee, lakini kuna sehemu ya kipekee ambayo ni maisha yako ya kiroho. Iwapo kama Mwenyezi Mungu hatachukua nafasi katika maisha yako, sehemu hii itabakia bure, na hii ndiyo sehemu ambayo yule mwovu ataweza kuitumia kuweza kukuingiza katika changamoto zile zingine zote ambazo ziko katika ulimwengu huu, na kwa sababu hiyo uko na mambo haya ya kipekee matatu unatakana yakaweze kukusaidia kuweza kupeana mwelekeo maisha yako, ili ukafurahie miaka ile michache ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuwekea katika maisha haya. Ningependa ukaweza kufahamu hili ya kwamba Mungu amekuumba na zaidi ya kuweza kukuumba, amekufanya ukaweze kuwa ni mtu bora zaidi, na hajaweza kuacha hapo. Ametamani ukaweza kupokea ujumbe huu wa matumaini ukaweza kukusaidia kuweza kufanya maamuzi mazuri kwa ajili ya maisha yako, na utakapofanya hivyo itaweza kukusaidia kuweza kuinuka na kuweza kufanya maamuzi mazuri atakayokusaidia katika maisha yako. Ningependa ukaweza kufahamu hili, uwe na tathmini ya maisha yako, ili ukaweza kuelewa jinsi ulivyo wa pekee katika ulimwengu huu na maisha yako yalivyo ya muhimu sana zaidi ya viumbe vingine vyote ambavyo vimeumbwa katika ulimwengu huu. Wakati mwingine, kwa wale ambao wanapenda kusafiri, unapenda sana kuweza kuingia katika mbuga za wanyama, ukaweza kutambua wanyama tofauti tofauti na jinsi ambavyo wameumbwa katika njia za kipekee. Na wakati mwingine utakuta kama inafurahisha sana kuweza kuona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuumba wanyama hawa katika njia ya kipekee. Kuna wakati mmoja Uh, shirika la mbuga za wanyama lilikuwa linasafirisha ndovu kutoka katika mji wa Kwale ikiweza kupeleka maeneo ya Tsavo, kwa sababu zilikuwa zimekuwa nyingi na uharibifu ulikuwa umeweza kuzidi. Waliweza kuzipitisha kupitia katika njia hii, zinapita tu feri, wanaweza kuzipeleka, wanapeleka, walifanya uh, zoezi hilo, wakawapitisha mpaka wakawafikisha Tsavo, wakakaa pale ndani ya miaka, nafikiri zilikuwa ni miaka mitatu ama ni miaka minne, walikuja kugundua ya kwamba zile ndovu zote zilirudi, zikarudi mahali kwenye waliweza kutoka. Ndiposa wakaweza kuigi, kutafuta wataalamu waweze kuambia ni nini ambacho hatukufanya sawa, ndiposa hawa ndege hawa, hawa wanyama wameweza kurudi. Walipotafuta wataalamu, wakawaambia mlikosea, iwapo kama mngetaka kuweza kusafirisha ndovu kikamilifu na wasirudi tena ndovu wako na familia, lazima muweze kwenda mkachunguze, muweze kujua familia hii ya ndovu iko na ndovu wangapi katika familia hii. Mtakapotambua kwamba ni kumi na nne, ni ishirini, ni wangapi, mnaokota hiyo familia mnaipeleka. Mtakapopeleka hawata hivyo, hawatarudi tena. Wakafanya hivyo, wakaweza kufanya msururu mwingine wa kuweza kuhamisha, lakini hawakurudi tena, kwa sababu walijua ni nini ambacho walichokuwa wakiweza kuangalia na kwa sababu hiyo utakuta ya kwamba wanyama hawa japo wameumbwa vizuri na wakupendeza, ambapo wako na mambo mazuri sana na kuweza kuvutia katika macho, zaidi ya hapo, wanyama hawa hawawezi kushinda jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kukufanya ukaweze kuwa bora zaidi. Na kwa sababu hiyo jua leo ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda, Mwenyezi Mungu anakuthamini, Mwenyezi Mungu amekupatia nafasi ya kipekee katika maisha yako kijana. Fanya uamuzi leo hii ukaketi chini na ukaweze ku, ku, kuweka ratiba, ukaweze kuangalia ni nini ambacho kinanifanya nikaweze kuwa wa kipekee, na usherekee nafasi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia. Mungu akaweza kukubariki na tukaweza kukutana tena kesho katika mashauri ambayo atakayotuongoza kama vijana, ili tukaweze kujua jinsi ya kuweza kuthamini uumbaji ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutuwekea katika maisha yetu. Mungu akaweza kubariki sana. Amen, amen, amen. Nina imani ya kwamba wewe msikilizaji na mtazamaji pale nje uh, unazidi kubarikiwa na mafundisho haya. Uh, na mimi kuna kitu nimeweza kujifundisha kutoka kwa Mchungaji Eric, kuna kitu nimejifundisha. Naam. Opportunity comes once in a lifetime.